Asawote okay? <laughs> ma ah, ya <laughs> <laughs> <laughs> Yani, sasa hivi nikakupatia nafasi ya ku describe mama na ku describe baba, unaweza kusemaje mama ni mtu aina gani na baba ni mtu aina gani? Mm -hmm. Yeah. Unakumbuka tunasikizana Baba,